Mheshimiwa Rais kwa Mheshimiwa Rais kwa mchango wake mkubwa katika jimbo la Butiama hmm. Sasa ni awamu ya kipindi chake cha pili, hii awamu ya sita, unamzungumziaje Unabuz, Rais Samia? Ah, Rais Samia, mimi naweza kusema ni rais ambaye ni rais mpenda maendeleo, ni rais ambaye ana maono ya kuibadilisha nchi yetu Ukimwangalia Daktari Samia Suluhu Hassan unamlinganisha na Baba wa Taifa wakati anaanza kulijenga taifa hili, kwa sababu ukiangalia anatekeleza maono mengi ya Baba wa Taifa kwenye sekta ya afya. Na bahati nzuri, mi nimebahatika kufanya naye kazi, amewahi kunipa kazi ya unaibu katibu mkuu TAMISEMI. Amejenga zahanati nyingi sana nchi nzima, amejenga vituo vya afya vingi sana nchi nzima, amejenga na kumalizia hospitali za wilaya nchi nzima lakini ameweka vifaa na vifaa tiba katika hivyo vituo vya kutolea huduma za afya nchi nzima. Sasa hivi unakwenda kwenye vituo vya afya unakuta kuna vifaa vingine kama hata vya, vya, na, na, na, na, x-rays ile digital x-rays za, za meno ambazo unazipata Muhimbili, za kisasa kabisa kuna x-rays digital unazipata kwenye vituo vya afya. Kwa hiyo ni kweli ana nia ya, ya, ya, ya, ya moyoni kabisa kuhakikisha kwamba Watanzania wanapata afya njema lakini ukija kwenye sekta ya elimu amefanya mambo mengi makubwa. Amejenga shule nyingi sana nchi nzima za msingi na za sekondari. Ameamua kujenga madarasa ya awali nchi nzima, amekwenda kuanzisha shule za amali. Zimejengwa sasa hivi shule zaidi ya mia moja na tatu na katika hizo shule za kihandisi. Zamani ulikuwa unasikia Moshi Technical, Arusha Technical, tunakwenda, zilikuwa shule chache sita tu, sasa tunakwenda kuwa na shule za namna hiyo ishirini na tisa lakini shule nyingine sabini na nne za amali mbalimbali mbali. Kwa hiyo eh, unamwona kabisa anatekeleza falsafa ile ya Mwalimu, ndoto ya Mwalimu ambayo alikuwa anataka tuwe na taifa la kujitegemea eh, mbara ukiwa na taifa la kujitegemea maanake elimu lazima imfundishe mtu apate maarifa na ujuzi ya kumfanya awe sehemu ya, ya jamii anayoishi, sio elimu ile ya kumfanya ajione yeye ni mgeni katika jamii anayoishi kwa hiyo ukiangalia hayo lakini, ukiangalia barabara amejenga barabara nyingi nchi nzima, sio tukiongelea Butiama tu, nchi nzima, rami zimeongezeka, barabara zenye kiwango cha changarawe zimeongezeka. Ukija kuangalia masuala ya utoaji wa mikopo na sasa amebadilisha kanuni na amehakikisha kwamba baadhi ya majiji kama nani, halmashauri kama kumi watapata mikopo kupitia mabenki na amehakikisha kwamba wananchi wanapata mikopo lakini ukija kuangalia masuala ya uchumi uchumi umekuwa ukikua. Lakini jambo la msingi ambalo linaonyesha sasa hayo mambo amehakikisha ame, kwamba wananchi ameajiri Watanzania wengi sana katika kipindi chake, sekta ya afya, sekta ya elimu, masuala ya utawala bora, watendaji wengi wa vijiji na kata wameajiriwa katika utawala wake, kwa sababu wengi wa Tanzania bado hawana ajira. Lakini kwa kipindi chake tayari amefanya mambo makubwa, ameajiri watu wengi sana. Ehe, anakuja kuangalia miradi ya maji. Eh, ukiangalia Butiama kila kila jimbo lina miradi ya maji. Hayo ni mambo makubwa sana ambayo amefanya. Lakini amepeleka kuna miradi, ndio maana unaona katika kipindi hicho sekta ya afya hata vifo vya mama kwa mtoto na vifo vinavyotokana na uzazi wa kina mama vimepungua kutoka vifo 556 katika vizazi hai laki moja mpaka vifo 104 katika vizazi hai laki moja. Na sasa hayo yote ni kutokana na uongezaji wa utoaji wa huduma bora ya afya, mambo ya sekta ya maji. Kwenye kilimo, ndio unasikia kwanza, nani aliongeza budget karibu mara tatu, mm-hmm, kwenye kilimo. Kwa hiyo ambacho, kuna mambo mengi makubwa ambayo yamefanyika. Kwa hiyo ameajiri vijana wengi sana kwenye upande wa polisi, upande wa magereza, upande wa zimamoto kwa hiyo unamwona ni mtu ambaye anataka watu wapate maisha mazuri, na ukiangalia pia amepunguza masuala ya nani, ameongeza ame, ame, sana uh, masuala haya, sijui masuala ya kuhakikisha kwamba upatikanaji wa kazi kwa watu wa makundi yote, hasa kina mama katika kipindi chake wamepata fursa nyingi, lakini wenye ulemavu wamepata fursa nyingi. Unaona tunao mpaka wengine bungeni pale. Kwa hiyo ni mtu ambaye anaonekana amekuja kwa kweli kufanya ukombozi. Unajua watu wanapenda kusifia mtu baada ya kuwa ametoka kwenye nafasi yake, lakini kwa kweli anafanya mambo mengi makubwa na ni mama ambaye ameonyesha ni rais ambaye ameonyesha kwamba anahitaji masuala ya amani na utulivu na mshikamano na upendo. Unaona alivyokuja akajaribu kushirikiana pia na wapinzani na ambapo akawaruhusu wafanye maandamano, akawaruhusu kukaa nao kufanya zile 4R. Kwa hiyo kuna mambo mengi makubwa ambayo amefanya. E, na ukiangalia sasa hivi e, tulikuwa anatekeleza ameingia kutekeleza awamu ya mpango wa tatu wa taifa wa maendeleo ule wa kuanzia mwaka elfu mbili na ishirini na ishirini ishirini na moja hadi ishirini na tano ishirini na sita ambao unaisha Juni mwaka huu na ameutekeleza pia kwa mafanikio makubwa, lakini sasa kwa, na katika kipindi chake hiki tayari ametengeneza dira mwaka hamsini kama ulivyoona bungi, ambao vikao vilivyoisha jana e, tayari ametengeneza dira ya miaka ih ijayo kwamba tunataka tuwe na taifa ambalo hali yake ya uchumi itakuwa ni ya kiwango cha juu, e, uchumi wa kati hadhi ya juu middle income countries, ambapo tutakuwa na pato la taifa e, la trillion, US dollar, trillion moja sio jambo dogo, lakini pia Eh, kipato cha mtu mmoja mmoja US dola elfu saba, lakini ili kutekeleza hilo tayari ametengeneza zile nyenzo, tayari ametengeneza mpango elekezi eh, eh, wa maendeleo wa muda mrefu wa kuanzia mwaka 2027 hadi mwaka 5051. Kwa hivyo inaweza kusema long term perspective plan ni mpango wa miaka 25, tayari umepatikana. Lakini ameshatengeneza mpango wa maendeleo wa taifa wa miaka mitano. tayari miaka mitano hii tunaanza sasa hivi 25 26, mpaka 30, 30 na moja, miaka mitano hii nini tunakwenda kufanya? Na tayari ameshatutengeneza, eh, wametengeneza tena mpango wa maendeleo wa mwaka mmoja, lakini na mwongozo wa mpango wa bajeti. Haya ni mambo ambayo tumeyajadili katika kipindi hiki. Kwa hiyo tayari ameshajiseti kwamba sasa tunataka kukimbia kwa kasi kubwa kujenga nchi yetu ili tuweze kuhakikisha kwamba tunakuwa na maisha bora na ustawi kwa wote lakini ni rais ambaye anasisitiza sana masuala ya amani, mshikamano na upendo. Lakini ni rais ambaye sasa anajipambanua katika dira hiyo kwamba tunatakiwa tuhakishe tunaongeza ajira nyingi kwa vijana wetu. Tutaziongezaje? Ndio tunaziongeza kupitia mfumo wa elimu, hasa elimu ya amali, lakini matumizi mengi ya sayansi, teknolojia na ubunifu tunakwenda kutumia kipindi hiki, lakini unaona kwamba tunakwenda kushirikisha utekelezaji wa mpango huo utahusisha asilimia sabini ya fedha za kutekeleza mpango huo zitatoka kwenye sekta binafsi. Kwa hiyo sekta binafsi maanake, wataajiri ndio injini ya kwenda kuhakisha kwamba maisha ya wananchi yanakuwa bora na ustawi, maisha bora kwa wananchi wote na ustawi. Kwa maanayake sekta ya binafsi itatoa ajira kwa Watanzania walio wengi. Lakini unamwona ni rais ambaye ameanzisha ameanzisha wizara mahususi kabisa kwa ajili ya vijana vijana Watanzania wajaribu kuwa na utulivu, mipango mingi mizuri inatekelezwa e, kwa ajili yao, wao wataishi Tanzania ambayo ni Tanzania ambayo ni nzuri kabisa. Sasa hivi tayari kuna treni za umeme ambazo tunaziona kwenye nchi nyingine, mimi nimekwenda Japani, unaona kwenye nchi nyingine. Sasa hivi treni hii, kama kutakuwa na utulivu na watu wakatoa ushirikiano, tunakwenda kuwa na treni ya umeme ambayo sasa hivi unaona unatoka una Dar es Salaam unakuja hapa, tunakwenda kuunganisha kwenda mpaka nchi nyingine, tunakwenda kuanzia Mwanza. Unaona, anataka kutuunganishia reli, anataka kuunganisha bandari za bahari ya Hindi eh. kwa mfano bandari ya Tanga, anataka aunganishe reli kutoka Tanga inakuja mpaka Musoma. Unaona, haya mambo yote ni ndoto kubwa sana alionayo, ambayo inahitaji ushirikiano. Kwa hiyo watumishi tu wa muunge mkono kwa kufanya kazi kwa business unusual, kwa kazi, yani, business unusual, wasifanye kazi kwa mazoea wajitume sana na waelewe kuna kitu kinaitwa change of mindset, kwamba tu ma change of mindset, kwamba fikra za wananchi zibadilike, hasa wananchi wanaofanya kazi userikalini. Mara wana, wana nyingi wanadhani kwamba wenye kuleta maendeleo ni wale walioko sekta binafsi. Sasa na hawa walioko serikalini nao wahakikishe kwamba wanafanya kazi kwa kuleta matokeo. Kama ulivyosikia jana, waziri wa ofisi ya rais, mipango na utekelezaji, anasema tufanye mambo, tunataka kuwa na results oriented, yani watu tu tunataka matokeo, na kama unataka matokeo lazima uwe na mipango inayoeleweka. Kwa hiyo, hao nao wamunge mkono. Kinachotakiwa ni kwamba eh, hawa ambao hawawajibiki wawajibishwe ili kusudi twende kwa kasi, vinginevyo tusifanye kazi kwa mazoea, ili kusudi ndoto zake ziweze kutimia na baadhi ya watu wanafanya kazi kwa mazoea au wanataka wa, wasimambiwe baada ya kujisimamia sasa. Hilo nadhani ndio jukumu ambalo, na waziri mkuu naye amesikia, amesema kwamba wale watakaofanya vizuri wata, watapewa zawadi, wale ambao watafanya vibaya watapewa zawadi. Kuna watanzania wengi sana wanahitaji kufanya hizo kazi kwa kujituma. Kwa hiyo kama mtu amepewa kazi kwenye ngazi za halmashauri, fedha zinaingia mwezi wa saba mpaka mwezi wa kumi na moja madarasa hayajajengwa na hashtuki, watu wa namna hiyo sidhani kama watakuwa na nafasi nzuri ya kutusaidia kwenye nchi ambayo tunataka kwenda. Asante sana mshukuru, asante.